Angalia goli la Muhamedi Shabalala, mita kama arobaini la umbali, hata mlinda mlango au kutegemea alijua Yanga wanacheza pasi fupi fupi, lakini baadaye uh, Muhamed use alipiga shuti ambalo lilimshindikiza mlinda mlango wetu. Hata ukiangalia goli la pili, uzembe wa walinzi kidogo, walimwacha liambambana mpira, uzoefu ule mshambuliaji nayo kutumika kupata goli la pili, lakini tunaamini tuna kikosi kizuri kwetu ni mwanzo mzuri, tutakaa chini, tuone wataalamu wetu wa ufundi, tutafanya vyema kwenye ligi hii. Sasa unaomba radhi kwa kauli ile ya kwamba yanga fung, wanafungika ama uh, siwezi kuomba kwanza, kwanza, kwanza nchi hii sasa hivi. Nipongeze jambo moja la msingi sana, waamuzi wamekuwa wakifanya kazi nzuri. Nimefuatilia viwanja kadha wa kadha na kauli ya rais wa shirikisho la mpira la Tanzania wale skalia naamini ile kauli yake ya kutaka waamuzi watende haki kwa sheria kumi na saba naamini naona na shahudia. Na niwaombe sana waamuzi wa kitanzania ambao wanachezesha ligi kuu wawe hivyo ili tuone watu wanapata furaha ya kurudi viwanjani kuona michezo ya ligi kuu ya NBC. Yanga hawajafungika bado. hauombi radhi? siwezi kuomba radhi. wametumia tu, ni timu kubwa, lazima ukubali. Yanga ni timu kubwa, ina wachezaji wengi wa kigeni, kwa hiyo wametumia udhaifu wetu na kutumia mlinda mlango ule alikuwa makini sana wa Mtibwa. Mm, waliona kwa wapige mipira wapige, wapige, kushutukiza, ambayo yeye baadaye alikuja kugundua kwamba hawa Yanga lazima nikae macho nao. Lakini nasema udhaifu wetu makosa yetu yametugharimu wale wamechukulia kutufunga magoli mawili. Kwa mwenendo wa ligi ulivyo, mechi tano hizi mnajiona mkibaki, kwa ugumu wake kubaki, tunabaki klabu kubwa, tumeshamaliza kwenye ziara ambayo tuliifanya msimu uliopita kwenye championship utajipanga na kujiwa kocha na kuja nchini wakati wote, kocha mkuu ambaye tumeshamalizana naye na, na inawezekana wiki moja kuanzia sasa atatua nchini, ili aweze kuongoza kikosi hiki. Kikosi hiki sasa hivi kiko chini ya wachezaji wa zamani wa Mtibwa awazi, Juma Maniche yuko Shaban Musanditi na Salim Mbonde, ambao wanalazimika sasa kupata kocha mkuu aweze kusimamia masuala ya kiufundi ndani ya Mtibwa. Asante sana. Na, asante. Ya tegemea haya. Aa, ndio lazima kwenye wawili la, kwenye, kwenye, kwenye nini lazima ukubali kushindwa. Tumepoteza. Na mmepoteza kwa namna gani? Maana ulisema kabla ya mchezo, unakubali kwa moyo mmoja kwamba umepoteza. Kwanza nikiri kwamba Yanga ametumia uzoefu mkubwa eh na niseme kwamba mchezo ulikuwa mgumu sana, sio mchezo mwepesi. Waliamua kupiga mipira umbali wa mita 30 40, na ndio iliweza kuwasaidia magoli ya kushitukiza, mipira ya kushitukiza ile. kwa niseme mchezo ulikuwa mzuri kwa timu zote, na Yanga timu kubwa, imetumia uzoefu wao kupata ushindi wa goli hizo mbili. kwa lazima nikiri, Yanga timu kubwa, imecheza vizuri, na wameona wa, wa, wa uwezo wa Mtibwa kwa wakaona namna pekee watumie namna nyingine kwa kisha napata ushindi bali na ukubwa wa klabu ambao unasema walipenya wapi wakapata haya mabao mawili ambao wameondoka nayo. Ukiangalia wote tumekuwa mashuhuda mchezo ambao umemalizika, timu zote zimecheza kwa kiwango bora sana sana. Nimeongea na rais wa, wa klabu ya Yanga nasema, Mtibwa mna timu bora sana nadhani uzoefu tu ambao umechangia kwetu sisi kupata ushindi, lakini kwetu ni somo zuri ambalo tumelipata na naamini tunakwenda Mbeya, tutaona namna gani tuimarishe kikosi chetu kwa ajili ya kufanya vizuri matokeo. Okay, haya kuna namna mmepata somo kutoka kwa Yanga pasi na shaka. Somo kubwa, sababu ukiangalia vijana wadogo ambao tumewatumia nadhani wanazidi kukua na kucheza kwa timu, kucheza na timu kubwa kama hii, kuna kitu wamekinukuu kwao kitawasaidia mbele na Mtiba itafanya vizuri uh, hatuwezi kusema makosa, kiubinadamu yapo, huwezi ukawa na asilimia mia kwa mia, lakini wanafanya kazi nzuri, tumwachie, amefanya kazi nzuri, dakika tisini zimemalizika. Lakini niwaombe sana waamuzi wote nchini ambao wamepewa dhamana kusimamia ligi kuu, basi wachezeshe kwa haki, turudishe furaha wa Tanzania kuja kujaa viwanjani, kuja kuona ligi ya Tanzania. Tumeshuhudia msimu uliopita watu walikuwa wachache kwenye ligi kutokana na kutokuwa na sheria watu wanapindisha ovyo ovyo, lakini mpongeze rais wa shirikisho la mpira la Tanzania amekuwa mkali sana, yeye ndio mwenye dhamana kusimamia mpira. Mmetoka kwenye championship mmekuwa kama babingwa mmekuja kwenye ligi kuu Tanzania bara, pengine haswa, mnatarajia kitu cha namna gani na mipango yenu ni ipi haswa kuhakikisha ya kwamba mnafanya vizuri ndani ya msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara ya NBC? Nadhani sasa hivi tunasubiri ujio wa kocha mkuu atakapokuja kocha mguu tuone, anachangia vipi kuifanya mtiba iweze kufanya vyema kwenye ligi kuu ya NBC. Shukrani sana, asante.